Je, ingekuwaje nikikuambia kwamba kuna sura moja katika Biblia iliyoandikwa zaidi ya miaka mia saba kabla Yesu hajazaliwa ambayo inaeleza mateso yake, kukataliwa kwake, kifo chake na ushindi wake kwa usahihi mkubwa kiasi kwamba inasomeka kama ushuhuda wa mtu aliyeona kusulubiwa? Je, nikikuambia kwamba sura hii moja inaeleza wazi jinsi Mungu anavyowaokoa wenye dhambi, kwa nini msalaba haukuwa ajali, na kwa nini wokovu wako hautegemei juhudi zako, bali mtumishi anayeteseka aliyebeba dhambi zako? na je, nikikuambia kwamba Isaya hamsini na tatu si unabii tu, bali ni ujumbe muhimu sana ambao Wakristo yani wanahitaji kuusikia sasa hivi? Leo tunafungua Isaya 53 pamoja, si kwa mzaha, si kielimu tu, bali kwa heshima na kwa uaminifu, kwa sababu mwisho wa ujumbe huu utaona msalaba kwa njia ile ile tena. Isaya alihubiri katika wakati ambao mambo yalionekana kubadilika ghafla kwa kila mtu. Watu wa Mungu waliokuwa wameungana waligawanyika katika falme zinazopingana, mikataba ilibadilika haraka na tishio la milki vamizi lilizidi kukaribia kila msimu. Ndani ya hekalu, nyimbo ziliendelea kuimbwa, sadaka ziliendelea kutolewa, na sikukuu zilijaa kwenye kalenda. Lakini mioyo mingi ilikuwa imemwacha Bwana. Imani ilikuwa inafanywa kama desturi, si kama agano la thamani. Katika kelele za dini, sauti ya Isaya ilikatiza kwa onyo. Hukumu ilikuwa ya kweli na ilikuwa karibu. Kisha katikati ya machafuko, Mungu alimfungulia Isaya dirisha la wakati na kumwonyesha mkombozi tofauti na vile watu walivyotarajia. Nabii hakuona kiti cha enzi chenye vito, wala maandamano ya ushindi, wala upanga juu ya mataifa yaliyoshindwa. Badala yake aliona picha iliyojaa huzuni, mtu aliyekataliwa, aliyezoea maumivu, akibeba majeraha yasiyokuwa yake. Ufunuo huu haukutolewa ili kutosheleza udadisi wa baadaye Ulitolewa kurekebisha mawazo ya watu kuhusu wokovu. Mtakatifu alikuwa anaandaa wokovu, lakini si kwa maonyesho. Angekomboa kupitia mateso yanayosema zaidi kuliko nguvu. Isaya 53 ni ya kipekee kati ya maandiko ya kale kwa sababu hayanzi na ushindi wa vita. Wakati tamaduni za jirani zilisherehekea mashujaa waliopata utukufu kwa kuwashinda maadui, sura hii inamtambulisha mtumishi ambaye njia yake ni kinyume. Hakuna ahadi ya ushindi wa kijeshi, hakuna mpango wa ukombozi wa kisiasa na hakuna wito wa kutegemea nguvu za binadamu. Mtumishi anaendelea bila bendera, akipokea vurugu badala ya kuzisababisha. Njia yake ni ya unyenyekevu hata ya kushangaza. Anadhalilishwa, haeleweki na anatendewa kana kwamba Mungu mwenyewe amemkataa. Hata hivyo maandiko yanasisitiza kuwa kushindwa kwake kunakoonekana kulikuwa kwa kusudi, kikiendeshwa na mpango wa Mungu, si ajali ya kusikitisha. Hapa ndipo siri ambayo Isaya hakuiona kikamilifu, lakini aliandika kwa uaminifu. Mtumishi anaokoa kwa kuchukua nafasi ya mwingine, anabeba magonjwa yetu, anachukua huzuni zetu na anapokea adhabu iliyopaswa kumwangukia mwenye hatia, ili mwenye hatia ahesabiwe haki kama mwanakondoo anayepelekwa kimyakimya kuchinjwa, hajiteti kwa sababu mateso yake ni malipo ya amani. Katika ulimwengu unaotarajia Mungu ajithibitishe kwa kutawala kwa nguvu, Isaya 53 inanong'ona ukweli wa ndani zaidi: upendo unaochagua msalaba na neema inayoponya kwa dhabihu. Unabii huu unawaalika mioyo yote iliyovunjika kuamini njia ya Mungu ya wokovu leo. Isaya anaanza kwa swali linalogusa moyo: ni nani aliamini taarifa yetu, na mkono wa Bwana umefunuliwa kwa nani? Maneno haya yanaonyesha upinzani hata kabla ujumbe haujasikika, kana kwamba nabii anajua wengi watakataa kile mungu anachokionyesha. Mkono wa Bwana ni ishara ya nguvu za Mungu, lakini Isaya anaonyesha kuwa nguvu hiyo itaonekana kwa njia ambayo watu wengi hawatatambua, kwa sababu haitafanana na kutawala, umaarufu au ushindi. Itaonekana kama utulivu, udhaifu na unyenyekevu. Ndiyo maana ujumbe huu utaonekana hauaminiki kwa ulimwengu unaofananisha nguvu na maonyesho makubwa. Masihi Isaya anasema atamea kama chipukizi laini na kama mzizi katika ardhi kavu, picha ya uhai unaoonekana mahali pasipotegemewa. Sio mwerezi katika bustani ya kifalme, bali shina dhaifu linalochomoza kwenye udongo uliopasuka. Mwokozi hatatokea katika kiti cha enzi kilichozungukwa na utajiri. Atatoka katika hali ya kawaida, katika maeneo ambayo watu huyapuuza. Yesu alipoingia katika historia hakufika akiwa na faida za heshima. Alikulia Nazareti, mji usio na sifa na sifa, na aliishi kati ya familia za wafanyakazi wa kawaida waliojua uchungu wa kukosa Utoto na ujana wake haukuwa na makofi ya shangwe, ulikuwa wa unyenyekevu, kazi na shinikizo la umaskini. Isaya anaongeza zaidi, hakuwa na uzuri wala fahari ya kutuvutia. Masihi hangeendana na viwango vya dunia vya kuvutia. Hangeshinda makundi kwa sura, hadhi au mvuto wa burudani. Maisha yake yangekabiliana na kiburi cha mwanadamu kwa sababu yasingetoa sababu ya nje ya kumshangaa. Kisha unabii unakuwa wa kibinafsi na wenye uchungu: alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni, aliyezoea mateso. Kukataliwa huku haku kutokana na kushindwa, bali kutolingana. Hakufanana na kile watu walitaka Mungu awe, walitarajia mtawala atakayoinua tamaa zao, si mtumishi atakayefunua dhambi zao na kuwaita wanyenyekee. Mvutano huu bado upo. Wengi bado wanapendelea Yesu anayesaidia mipango yao anayebariki mapendeleo yao na asiyeomba chochote chenye gharama. Wanataka mwokozi wa matumizi, si mtakatifu anayethibitisha, si anayebadilisha. Lakini Isaya hatupi Kristo rahisi, anatupa masihi wa kweli, mtumishi anayeteseka anayekabiliana na udanganyifu wetu, anaita toba na kuthibitisha kuwa upendo wa Mungu ni wa kina zaidi pale kiburi kinapovunjwa na neema inapokubaliwa. Sasa Isaya anafungua pazia na kile anachoonyesha ni kitakatifu na kizito kiasi kwamba hakuna nafasi ya imani ya juu juu. Nabii anasema kwa uhakika unaofanana na ibada, hakika amebeba huzuni zetu na amechukua masikitiko yetu. Yaani mateso ya mtumishi hayakuwa ya bahati mbaya, wala hayakuwa kwa ajili yake mwenyewe. Yalikuwa na kusudi ya binafsi na yalielekezwa kwa ajili ya wengine. Yesu hasimami mbali na maumivu ya binadamu akitoa ushauri akiwa salama, anaingia ndani ya maumivu yenyewe, akiinua yale yanayotulemea: huzuni tusizoelewa, masikitiko tunayoficha nyuma ya tabasamu, uzito unaotufuata hadi kwenye vyumba vya kimya. Anabeba yale tuliyoshindwa kubeba na anafanya hivyo kwa hiari. Lakini Isaya ni mkweli kuhusu jinsi watu walivyoona mateso haya kwa macho ya kibinadamu: lakini tulimdhania amepigwa na Mungu. Kwa umati msalaba ulionekana kama uthibitisho wa kukataliwa na Mungu kana kwamba Yesu alikuwa anaadhibiwa kwa makosa yake. Dhana hiyo bado inasikika leo. Mtu akiteseka, lazima astahili. Mtu akikatalika, lazima ana hatia. Isaya anavunja mantiki hiyo na kurekebisha uongo kwa maneno yanayogeuza dunia. Alitobolewa kwa ajili ya makosa yetu, alichubuliwa kwa ajili ya uovu wetu. Majeraha hayakuwa ushahidi wa dhambi yake, yalikuwa gharama ya dhambi zetu. Mapigo hayakuja kwa sababu alistahili, yalikuja kwa sababu sisi tulistahili. Huu ndio ubadilishanaji mkuu. Badilisho si hisia tu. Kila dhambi uliyofanya iwe ya wazi au ya siri, iwe kubwa au ndogo, ilikusanywa na kuwekwa juu yake. Hatia yako, aibu yako, majuto yako na kushindwa kwako kunako kutesa, hakuna kilichopuuzwa yote yalihesabiwa yakapimwa na yakahamishwa. Kisha hukumu iliyopaswa kumwangukia mwenye dhambi ilimwangukia yule asiye na dhambi. Isaya anasema wazi, adhabu iliyotuletea amani ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Amani na Mungu haipatikani kwa kujitetea au kujiboresha, inanunuliwa kwa malipo uponyaji huanza pale kiburi kinapoishia, kwa sababu msalaba unaweka wazi hali yetu halisi huku ukitoa tiba pekee yenye nguvu ya kuokoa. Ndiyo maana msalaba si ishara tu, ni hukumu. Sio ajali ya kusikitisha, ni hukumu takatifu iliyotekelezwa kwa upendo. Haki ilitoshelezwa, hasira ilimezwa, upatanisho ulithibitishwa. Yesu hakushiriki tu mateso yetu alisimama mahali petu ili wenye hatia wapokelewe nyumbani kwa amani. Sasa Isaya anaelekeza mwanga kutoka kwenye majeraha ya mtumishi na kuuweka moja kwa moja kwenye moyo wa mwanadamu. Anachosema ni rahisi na kinachoumia hisisi: sisi sote kama kondoo tumepotea. Asemi kuhusu watu wachache waovu sana au waasiwazi tu au waliokamatwa kwenye kashfa za hadharani Anahusisha wote wa kidini na wasio wa kidini, waliodhibitiwa na wazembe, wanaoheshimiwa na wanaoona aibu. Mfano wa kondoo haukuchaguliwa kutukana, bali kugundua ugonjwa. Kondoo hupotea polepole, kimya kimya, hadi wawe mbali na usalama bila kutambua. Vivyo hivyo wanadamu hawaanguki gizani kwa bahati mbaya tu. Tunamwacha Mungu kwa sababu tamaa zetu zinatuvuta, hofu zetu zinatufukuza na kiburi kinatuhakikishia tunaweza kuishi bila mchungaji. Kisha Isaya anaweka wazi zaidi kwa mstari unaoondoa visingizio, kila mmoja wetu amegeukia njia yake. Hili ni zaidi ya kushindwa kimaadili, ni uamuzi wa kiroho. Dhambi si kuvunja sheria tu, kuumiza wengine au kuvuka mipaka ingawa hayo yapo. Kiini cha dhambi ni kujitawala hikuchagua, mapenzi yangu badala ya mapenzi ya Mungu, hekima yangu badala ya hekima yake, muda wangu badala ya muda wake. Ni msimamo wa ukaidi kwamba mimi ndiye napaswa kudhibiti, kwamba mimi ndiye nitaamua mema na mabaya, na kwamba nitaongoza maisha yangu kulingana na kile kinachoonekana sawa kwa wakati huo. Wakati mwingine kugeuka huko huonekana wazi kama uasi. Mara nyingine hujificha nyuma ya tabia zinazoonekana nzuri, ratiba zilizojaa shughuli na maneno mazuri ya heshima. Lakini iwe kwa sauti au kimya, mwelekeo ni ule ule, kumwacha Mungu na kuelekea kwenye kiti cha enzi cha nafsi. Kisha Isaya anasema sentensi inayofafanua wokovu na kubadilisha kila kitu, na Bwana akaweka juu yake uovu wetu sisi sote. Angalia ni nani anayetenda Sio sisi tunaoweka mizigo yetu chini kwa nguvu zetu wenyewe, wala si Mungu anayejifanya dhambi. Haijalishi, Bwana mwenyewe anatenda. Anakusanya vurugu yote, kila dhambi, kila kushindwa, kila uasi, kila maelewano tuliyojitetea, kila siri tuliyolinda, na anaiweka juu ya mtumishi. Neno hilo ni zito, akaweka juu yake. Sio kupuuzwa, sipo kusahauliwa, sipo kupunguzwa, bali kuhamishwa, kuhesabiwa, kugawiwa. Makosa yetu yanakuwa mzigo wake, si kwa sababu anastahili, bali kwa sababu upendo unachagua kubeba kile ambacho haki lazima ishughulikie. Ndiyo maana Ukristo si kujiboresha, sio ngazi ya kiroho ambako watu wenye nidhamu hupanda kwa tabia bora. Ni kubadilishana, asiye na hatia kuchukua nafasi ya mwenye hatia, mchungaji kuwatafuta kondoo waliopotea, mwokozi kubeba kile tusichoweza kufuta. Mabadiliko ya kweli huanza pale tu ukweli huu unapopokelewa, tunapoacha kujitetea na kuamini yule aliyebeba yote. Sasa Isaya anapunguza kasi ya simulizi na kutualika tuone si tu kile mtumishi anachovumilia, bali jinsi anavyovumilia. Nabii anasema, alionewa na kuteswa, lakini hakufungua kinywa chake. Kunyamaza huko kuna tupasua moyo. Kuonewa ni nguvu iliyotumiwa dhidi yake, dhuluma iliyomkandamiza Kuteswa ni maumivu yanayozidi michubuko, huzuni, aibu na kubaguliwa, kana kwamba hana dhamani. Lakini katikati ya dhoruba hii, mtumishi anakataa kutumia sauti yake kama silaha. Hapigi kelele kutafuta huruma, habishani kulinda sifa yake, hatumii hila kujinusuru. Anakaa kimya, si kwa sababu hana la kusema, bali kwa sababu utume wake ni mkubwa kuliko kujilinda. Hapa ndipo wengi wanamwelewa vibaya Yesu. Kimya kinaweza kuonekana kama udhaifu kwa dunia inayofananisha nguvu na makelele. Lakini Isaya anaonyesha kuwa ukimya wa mtumishi si kushindwa. Ni utiifu. Yesu angeweza kujibu kila shtaka kwa ukweli, kufichua kila uongo kwa neno moja na kuleta hukumu kwa kauli moja. Badala yake alichagua kujizuia, kwa sababu mapenzi ya Baba hayakuwa kuthibitisha hana hatia, bali kutimiza ukombozi. Mtumishi hanyamazi kwa kukosa mamlaka, ananyamaza kwa kukataa kuacha upendo. Utiifu wake si kujisalimisha bila kusudi, ni kujitoa kwa makusudi kwa ajili ya wale wasiojiokoa. Kisha Isaya anatoa picha inayokusanya yote: alichukuliwa kama mwanakondoo kupelekwa kuchinjwa. Kondoo hachukuliwi vitani, hapangui kulipiza kisasi, ufuata kwa unyenyekevu. Katika historia ya Israeli kondoo walihusishwa na dhabihu, damu iliyochukua nafasi ya mwenye hatia ili hukumu ipite. Kwa lugha hii Isaya anatufundisha kwamba mateso ya mtumishi si ya kusikitisha tu, ni ya dhabihu. Yesu simhanga asiye na msaada wa siasa na chuki yeye ni mwanakondoo anayejua gharama ya utiifu na bado anajitoa bila upinzani. Huu ndio ukweli wa kushangaza: Yesu alichagua kimya ili wokovu useme, alizuia ulimi wake ili maandiko yatimizwe, alivumilia dhuluma ili rehema itolewe kwa wasio wa haki, alibeba mashitaka ili msamaha utangazwe kwa wenye hatia. Katika ukimya huo mtakatifu, mbinguni haikuwa mbali, ilikuwa ikitenda kazi kunyenyekea kwa mwanakondoo kukawa tumaini letu, kwa sababu utiifu wake ulifungua njia ya wapotovu kupatanishwa na Mungu. Yesu asipojitetea, anatupigania sisi. Isaya anaendelea hadi sehemu ngumu zaidi, mateso ya mtumishi yanaishia ya kifo. E, alikatiliwa mbali kutoka nchi ya walio hai kwa ajili ya kosa la watu wangu. Maneno ni ya wazi na ya mwisho, mtumishi anauawa tu. Ni kifo halisi. Yesu alikufa kweli, moyo wake ulisimama, pumzi ikaisha, mwili wake ukashushwa. Lakini Isaya anakataa kifo hicho kionekane kama hasara isiyo na maana. Alikatiliwa mbali kwa ajili ya wengine, sababu si hatia yake, bali yetu, kusudi si msiba, bali ukombozi. Hilo ni muhimu kwa sababu bila hilo msalaba ungebaki hadithi ya ukatili. Lakini Isaya anaonyesha kuwa chini ya vurugu zinazoonekana kazi isiyoonekana inaendelea. Yesu hakufa kwa bahati mbaya wala kama shahidi tu. Alikufa kama dhabihu kwa makusudi, kwa mpango na kukubaliwa, akibeba kile watu wake wasingeweza kuondoa. Kifo cha mtumishi si Mungu kushindwa. Ni Mungu kutimiza wokovu kwa kubadilishana. Mikono ile ile iliyoruhusu misumari iliongoza matokeo kwa upendo mtakatifu. Kisha Isaya anaongeza jambo la kushangaza: aliwekewa kaburi pamoja na waovu na pamoja na tajiri katika kufa kwake. Alitendewa kama mhalifu akawekwa pamoja na wakosaji. Ilitarajiwa azikwe bila heshima. Lakini Isaya anasema pia anaunganishwa na tajiri. Katika maisha ya Yesu haya yalitimia wazi. Alikufa pamoja na waliohukumiwa, lakini akazikwa katika kaburi la mtu tajiri. Aibu katika katika hukumu, heshima katika maziko. Mungu hakuwa akibahatisha hata kwenye maelezo. Kisha Isaya anasema mstari mgumu zaidi, hii, lakini Bwana alipendezwa kumchubua. Hii haimaanishi Mungu alipenda maumivu. Inaonyesha uzuri wa kusudi la Mungu ambapo upendo haupuuzi uovu na utakatifu hauchezi na dhambi. Wokovu wa kweli haujengwi kwa kukanusha. Dhambi lazima ishughulikiwe. Kumchubua mtumishi si hasira isiyo na mipaka, ni hukumu ya haki iliyotekelezwa kwa njia inayookoa wa watu wa Mungu. Isaya anasema nafsi yake ilipofanywa sadaka ya dhambi. Sadaka si ajali, ni ya makusudi. Mtumishi anakuwa malipo ya dhambi, anasimama mahali pa mwenye hatia. Ndiyo maana msalaba si chuki ya wanadamu tu ni tendo takatifu ambamo haki inatimizwa kwa kubadilishana. Kusudi la Mungu ni wokovu ufaulu, huruma itolewe bila kuvunja haki. Kisha giza linageuka kuwa ushindi. Ataona uzao wake naye atarefusha siku zake. Hii inaonyesha ufufuo. Atakufa lakini hataishia hapo. Ataona matunda ya mateso yake, watu waliokombolewa kwa neema. Hatimaye, Isaya anasema kwa kumjua yeye mtumishi wangu mwenye haki atawahesabia wengi haki. Kuhesabiwa haki ni kutangazwa haki mbele ya Mungu. Si wote bila hiari, bali wengi wanaoamini wanaopokea kazi ya mtumishi kama tumaini lao pekee. Isaya anamalizia kwa ushindi wa dhabihu. Mtumishi alimwaga maisha yake hata kufa. Huu haukuwa mshangao, ulikuwa utoaji wa makusudi. Alibeba dhambi za wengi na aliwaombea wakosaji. Hata baada ya kuumizwa na kuuawa, anaendelea kusimama kwa niaba ya wenye hatia. Huo ni rehema. Mwisho ni wazi: mtumishi aliteseka, mtumishi alikufa, na mtumishi anatawala. Ushindi wake haukujengwa juu ya vurugu, bali upendo; si kwa kuangamiza maadui, bali kwa kubeba wenye dhambi. Kwa maisha yake yaliyomwagwa, wengi wamesamehewa. Asante kwa kusikiliza hadi mwisho. Huu si ujumbe wa kale tu. Isaya 53 inazungumza na maisha yako leo. Inatuonyesha tulivyo, tunachohitaji na kile Mungu amefanya kutuokoa. Mtumishi anayeteseka alibeba dhambi halisi kwa ajili yako. Tunapofikia mwisho wa ujumbe huu, jambo moja linabaki wazi kabisa: Isaya 53 si hadithi ya mbali, ni ukweli unaogusa maisha yetu leo. Inatufundisha kwamba wokovu haupatikani kwa nguvu zetu, matendo yetu mema, au kujitetea kwetu, bali kwa upendo wa Mungu uliojitolea kupitia mtumishi anayeteseka. Kutoka kwenye unabii huu tunajifunza masomo muhimu sana. He hii, upendo wa kweli una gharama. Yesu hakusema tu anapenda, alithibitisha kwa mateso, kwa msalaba na kwa kutoa maisha yake. Adhambi ni nzito, lakini neema ni nzito zaidi. Kila kosa letu lilichukuliwa kwa uzito, lakini rehema ya Mungu ilizidi hukumu. E, nguvu ya Mungu haionekani kila mara kwa makelele, bali kwa utifu na unyenyekevu. E, kuna tumaini hata katikati ya maumivu. Kifo hakikuwa mwisho, ufufuo ulifuata. Hivyo hata mateso yako hayana neno la mwisho. Wokovu ni zawadi, si mshahara. Unapokelewa kwa imani, si kwa kujijaribu kujithibitisha zaidi ya yote Isaya 53 inatuita tujiulize swali la binafsi: nitamfanyia nini Yesu aliyenibebea dhambi zangu? Je, nitaendelea kujitegemea au nitajisalimisha kwa yule aliyenipenda mpaka mwisho? Kabla hujaondoka, chukua hatua ndogo lakini yenye maana. Penda video hii kama ujumbe huu umezungumza na moyo wako. Andika kwenye maoni ulichojifunza kutokana na ujumbe huu na uandike pia unatizama kutoka wapi. Jiunge na channel hii ili uendelee kupokea ujumbe unaojenga imani, kuleta tumaini na kukukaribisha karibu zaidi na ukweli wa neno la Mungu. Asante sana kwa kutazama hadi mwisho. Kumbuka hii mtumishi anayeteseka alikubeba ili leo uishi kwa tumaini, amani na wokovu. Shalom.